Bwana Yesu asifiwe! Karibuni sana katika kipindi hiki cha Binti Sayuni 50, ambapo huwa anashea neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasa na Bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe, naomba usubscribe share, like and comment, uwe wa kwanza kupata video mpya kila zinapotoka. Huwa anatoa video siku ya Jumanne kwenye uh, hii series ya the IAM's ambayo ndio naianza leo rasmi, lakini vilevile vile kila Jumamosi huwa natoa neno fupi la dakika tatu. Basi usikose kwa kufanya sub subscription, so subscribe, share, like, and comment. Na Mungu akubariki, karibu sana. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa rehema na neema na pendo lake kwa kuniwezesha kuianza hii series ya the 7 IAM's, au mimi ndimi saba ambazo zote zinapatikana katika kitabu cha Yohana kama ambavyo niliongelea katika eh, utangulizi wa series wiki iliyopita. Kama ujaangalia, naomba rudi nyuma ukaangalie. Leo tunaanza sehemu ya kwanza, ambapo tunaenda kuangalia utambulisho wa kwanza wa Bwana Yesu kwenye hizi the seven IAMs au oh, mimi ndimi saba, na tunaenda kuangalia ni nini Bwana Yesu alikuwa anataka tukifahamu, na hii mimi ndimi ya leo ya kwanza iko katika kitabu cha Yohana sita ambapo Bwana Yesu anajitambulisha kama yeye ni mkate wa uzima, anasema mimi ndimi mkate wa uzima. Eh, translation nyingine ya Kiswahili nasema mimi ndimi chakula cha uzima. Ni kitu hicho hicho kimoja, lakini napenda zaidi kwenye Kiingereza inavyosema, I am the bread of life. Tunajua bread ni chakula, kwa hiyo waliofanya translation wakafanya tu ni chakula, kwa sababu sio kila mtu ambaye mkate anaweza akasema ni chakula, kila anaona bado anahitaji chakula. So, I understand kwa nini wametumia neno chakula. Kwa hiyo Bwana uh, Yesu katika huu utambulisho uh, amejielezea vizuri mno na utaenda kuona, na mimi naomba endelea kuangalia tuweze kujifunza kwa pamoja. Kwa hiyo tuanze kwanza na background story, tunaona kwamba Kitabu cha Yohana sita kinaanza na Bwana Yesu alipofanya ule muujiza wa kulisha watu elfu tano kwa mikate mitano na vipande viwili vya samaki. Baada ya kualisha watu kwa kufanya huo muujiza, watu wakashiba, wakavimbiwa, wakafurahi. Kama unavyojua chakula ndicho kinachomfurahisha mtu <laughs> kwa hiyo wale watu kwa kufurahi kwao wakawa so excited wakataka kumfanya Bwana Yesu mfalme. Bwana Yesu kuona hivyo, anataka kufanya mfalme, akaondoka, akaenda faraga. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Yesu sio wa mwanadamu mwanadamu hawezi kumweka Yesu mfalme. Bwana Yesu ni yeye, ni mfalme wa wafalme. Kamenifundisha kitu kimoja, hata sisi tuangalie sana watu wanapotunyanyua na kutuweka mahali pa juu, kwa sababu watu wanaokunyanyua watakuangusha. Fikiria Bwana Yesu angewekwa juu na Wayahudi eh, Wayahudi wale wale ambao wamemuua, wame, wame msalabani, wamekuja wame kumuua pale msalabani. Kwa hiyo tuwe waangalifu, tujifunze kutoka kwa Bwana Yesu. ni Mungu ndio anaitoa na kinachotolewa na Mungu hakina ma juto. Kwa hiyo baada ya hapo, Bwana Yesu alivyoenda faraga, akawa amewaagiza wanafunzi wake waende ng'ambo ya pili. Wanafunzi wakachukua boti wakaenda ng'ambo ya pili, on the way, pakatokea mawimbi. Hiyo safari ilikuwa ni ya muda mfupi tu, lakini ikawachukua karibu usiku kucha. Usiku wakati wa giza sana, wakamwona Bwana Yesu anakuja kwenye maji. Wakati wanampokea, upepo ukakoma, wakaogopa kwa hiyo ina maana hapa Bwana Yesu alijitambulisha kwa namna ambayo walikuwa hawajamjua baadaye, kwamba hata upepo na bahari vinamtii. Sasa wakajikuta wameshafika upande wa pili. Safari iliwachukua muda mrefu, alipoingia Yesu kwenye chombo chao, walifika. Inatukumbusha na sisi kwamba ulipomkaribisha Yesu kwenye chombo chako lazima mawimbi na bahari ziweze kumtii. Kwa hiyo siku ya pili, sasa makutano kule, wale waliokula mkate wakasikia Bwana Yesu yuko upande wa pili, wakachukua mashua zao, wakafanya bidii zao eh, kila harakati za kwenda upande wa pili. Walipofika kule, Bwana Yesu akawaambia, amini amini nawaambia ninyi, mnanifuata si kwa sababu ya ishara, lakini mmekuja kwa sababu mlikula ile mikate jana mkashiba. Umeona mpendwa? Tumbo, bibi yangu akuwaga anapendaga kusema njaa mwanamalegeza, tumbo mwanamalevya. Ukishale ukishalewa chakula, unafanya maamuzi yoyote. Ndio maana walipovimbiwa chakula wakataka kumfanya Bwana Yesu mfalme na sasa hivi tena wanataka kushiba kama jana, wanamfuata Yesu, lakini Yesu akajua sana. Sisi tujiulize, tunamfuata Yesu kwa sababu gani? Kwa sababu ya tumbo hili la mwili ambalo kesho yake tena tuna njaa, au tunamfuata Yesu kwa sababu yeye ni mkate wa uzima? Ndio hicho tunachoenda kuangalia. Kwa hiyo Bwana Yesu akawaonya akawaambia, jamani, msikifanyie kazi chakula cha huu mwili mimi ninacho chakula ambacho ni cha uzima, mkila iki chakula hamtaona njaa tena. Ay, wakaona he, kama tutaona njaa tena ndo hatutapika ndo hatutahangaika hatutafanya kazi, tutakamsta. Wale, wako wako mwilini wenyewe rohoni bado hawajafika, wa wakasema iko chakula kiko wapi, utupe Bwana Yesu aka, waka, dedua. Kabla hata Bwana Yesu hajajibu vizuri, wakamwambia kwanza, tutakuamini vipi kama unaweza ukatupa iko chakula ambacho tutakula sisi tutashiba? Kwa sababu bazetu mbona walikula mana? Umeona, na mana walikuwa wanaokota kila siku, wewe ni kitu gani hicho ambacho utatupa? Kumbuka hapa, wana hawa ni wasoma torati, wanakumbuka kwamba Musa aliwaambia kwamba atakayekuja kuwa masihi atafanya ishara zaidi ya yeye Musa na Musa ishara yake ambayo wao waliishangaa sana ni amana. Kwa hiyo wakataka Bwana Yesu afanye ishara kubwa kuliko hii amana, lakini Bwana Yesu anawajua akili zao, akamwambia baba zenu walikula amana wakafa, lakini hiki chakula nilichowapa mimi, nitakachowapa mimi hamtakufa sasa Naapo, vile vilevile, pakaonekana pana misconception. Walifikiri ni Musa ndo aliwapa chakula. Bwana Yesu ikabidi wa correct, akamwambia akawambia kuwapa Musa kile chakula kilitoka mbinguni, ni baba yangu ndo aliwapa. Kwa hapa tunaona tena mara nyingine kuna vitu ambavyo tunaona tunajua panatakiwa correction. Au sisi ambao tunahubiri habari njema, kuna wakati saa nyingine, au tunafundisha watu au tunasaidia watu, tunatakiwa tuwasikilize na kuwa correct misconception ambazo walizonazo. Kwa hiyo hiyo ndo background story Bwana Yesu conversation is about, eh, mana na mkate ambao Bwana Yesu anaweza akawapa hawa makutano ambao hawa wakila hawatakuwa na njaa tena wala kiu. Kwa hiyo ili tuelewe vizuri huu utambulisho wa kwanza wa mimi ndimi mkate wa uzima, tutaenda kutumia njia mojawapo ya usomaji wa Biblia ambayo ni 5 Ws and 1 H. Kwa hiyo W ya kwanza ni who, Bwana Yesu ni nani? Ya pili ni what, mkate ni, ni nini? Ya tatu ni where, Bwana Yesu ametoka wapi? Ya nne ni why, kwa nini amekuja? Ya tano ni when, atayafanya lini hayo ambayo amekuja kuyafanya. Ya sita ni hao, nitaupataje huo mkate. Karibu tuanze na swali letu la kwanza, Bwana Yesu ni nani? Hiyo ndio W yetu ya kwanza ambayo ni Who. Anajitambulisha kupitia mstari wa 48 mimi ndimi chakula cha uzima, I am the bread of life. Kwa hiyo mimi nitatumia mimi ni mkate wa uzima. Tunaikata katika sehemu tatu, mimi ndimi mkate, alafu uzima. Tuangalie vivyo vina maana gani katika maisha yetu. Anaposema mimi ndimi, alikuwa na maana gani? o oh, i am, tunaiona hii kwa mara ya kwanza katika kitabu cha Kutoka sura ya tatu mstari wa kumi na nne Mungu anajitambulisha kwa Musa kama mimi ndimi Eh, mimi niko ambaye niko ambaye, in English anasema I am that I Am. Kwao kwa kutumia mimi ndimi oh, au I am with capital letter, Bwana Yesu anajitambulisha yeye na kwamba yeye ni Mungu. Ule uungu wake anautambulisha kwa ulimwengu ambao kwa wakati huo walikuwa wanamjua tu ni kama mtoto wa Yusufu na mtoto wa Mariamu. Ya pili ni mkate. Mkate tunajua ni chakula, ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu ana anakula ili aishi, ile ile lakini tunakula ili tuishi. Kwa Bwana Yesu anataka kutuonyesha umuhimu wake katika maisha yetu, ili tuishi tena, sio kuishi tu hapa duniani milele, tunamhitaji yeye kama mkate na vile vile Bwana Yesu alikuwa anaunganisha, ana maongezi pale pale kile ambacho walikuwa wanakizungumzia before. Maana Bwana Yesu aliwaambia, nyinyi mnanifuata kwa ajili ya mkate, na mazungumzo yalikuwa kwenye kuhusu mkate na mana. Kwa hiyo alikuwa ana, ana yani kama alipatia rapport pale kwa kuzungumzia mkate na kingine ambacho Bwana Yesu katika hili neno lake limebeba neno uzima. Ukiangalia mstari wa arobaini na nane anasema mimi ndimi chakula cha uzima, lakini mstari wa arobaini na tisa anasema baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Kwa hapa Bwana Yesu anatuonyesha kwamba kuna choice mbili mwanadamu anazotakiwa azifanye, ni uzima na na mauti, na katika uzima na mauti, yeye ndio huo uzima yeye Bwana Yesu ndio huo uzima, na tunajua katika Biblia eh, Mungu mwenyewe alisema kwamba kuanzia sasa nimeweka mbele yako mauti na uzima, chagua uzima. Kwa hapa ndipo choice kwa kila mmoja wetu ipo, tunachagua nini? Leo unapomchagua Yesu, unachagua uzima na vile vile Mathayo nne nne inatuambia imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo Bwana Yesu hapa anaunganisha vitu vingi kutufanya tuelewe yeye ni nani. Kwa hiyo yeye ni Mungu, mimi ndimi, yeye ni Mungu ambaye ni lazima eh, ni lazima umfuate ili upate uzima. Dabliu yetu ya pili ambayo ni swali letu la kwa nini. Kwa nini mkate? Kwa nini Bwana Yesu asingetumia kitu kingine? Tunajua ni kwa sababu alikuwa anaendeleza yale maongezo, alikuwa anazungumzia mkate, lakini tunajua kazi kubwa ya mkate au chakula ni kumpa mtu uhai. Bila kula, utasurvive baada ya muda utaondoka na ndivyo hivyo ilivyo, lakini huu mkate Bwana Yesu anasema sio kama ule mkate ambao Wayahudi walikuwa wanaujua. Huu mkate na hapa, mpaka sasa hivi bado hawajamwelewa, kwa sababu wanakumbuka ile mikate ya jana. Kwa hiyo Bwana Yesu inabidi aendelee kuwaongelesha. Mstari wa hamsini na moja anasema mimi, ndimi mkate wenye uzima ulioshuka kutoka mbinguni, mtu akila mkate huu ataishi milele, na mkate ninautoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kwa hapa Bwana Yesu anaendelea kuwaeleza kwamba I'm not talking about ule mkate wa jana, ninaongelea mwili wangu ambao mimi nitautoa kwa ajili ya ulimwengu ili ulimwengu upate uzima moa kwao. Katika utambulisho ni mzuri sana kwa sababu kitu kingine unachofanya huu utambulisho unatuonyesha kwamba Bwana Yesu alikuwa na kusudia au kusudi lake ni nini? Ni kuja kuutoa huo mwili wake kwa ajili ya ulimwengu, sio kwa ajili ya Wayahudi tu, na kwa kuutoa mwili wake ndipo ulimwengu wote utapata uzima. Unaona, na anaelezea kwamba lazima ule Yaani, huwezi ukauangalia uka, uka, uka tu mwili ule ukapata uzima. Anasema lazima mtu ale hii chakula. Kwa hapa tunaona kwamba mkate umetumiwa ume, ume kwa mantiki hiyo, kwa sababu mkate unaliwa, lakini huu mkate au huo mwili wa Kristo na ulaje sasa? Make ameshasema ni, ni mwili, kwahiyo lazima tuele, tuelewe huu mwili au huu mkate ni nini. Ukienda Yohana moja, anasema naye, neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hapa tunajua tunamzungumzia Yesu, ambaye hapo mwanzo ulikuwepo neno na neno alikuwa Mungu. Kwahiyo ili neno likashuka likabadilika kuwa mwili huu mwili ndio yule Bwana Yesu pale anaongea nao, ambaye alikuwa anaenda msalabani, akitoka msalabani tunapata uzima. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa anaelezea safari yake yote, yani background yake yote, kutoka mwanzo kwamba alikuwa neno amefanyika mwili, na huo mwili ndio ambao utaenda msalabani kwa ajili ya uzima. Kwa hiyo kiufupi, huu mkate tunaozungumzia ni neno la Mungu, ni mwili wa Kristo ambao kwao kwayo, au kwa huo mwili wa Kristo, mimi na wewe tunapata uzima wa milele. W yetu ya tatu, W yetu ya tatu ni where, wapi huu mkate umetoka? Mstari wa hamsini na moja unasema mimi ndimi mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni. Kwa hiyo tunajua moja kwa moja Bwana Yesu alishuka kutoka mbinguni, na ndio maana wale wa wa, wa Yahudi wakawa wanasema baba zetu walikula mana iliyoshuka mbinguni. Bwana Yesu anasema yes, wale walikula mana, lakini ilikuwa ni kivuli tu. Mungu alikuwa anataka kuwaonyesha kitu gani halisi uhalisia wa mana ni Kristo mwenyewe. Yeye ndio mana ya kweli, ndio chakula cha amba uzima ambacho walikuwa wanaambiwa kwamba kitakuja kiwape uzima, kwa sababu waliokula mana walikufa, lakini watakaokula huu mwili wa Kristo hawatakufa. Na ndio maana neno la Mungu linatuhakikishia katika hiyo Yohana moja ya kwanza, hapo mwanzo palikuwa na neno, nayo neno lilikuwepo kwa Mungu. Kwa hiyo hili neno au huu mwili au huyu Yesu alikuwa amesimama mbele yao, ambaye ndio huyu Yesu yupo leo, anaishi mpaka milele yupo hata sisi kwetu hapa mbele yetu sasa hivi. Al, alishuka kutoka mbinguni kuja kutuokoa. W yetu ya nne. Sasa w yetu ya nne neno au mkate huu au huyu Bwana Yesu amekuja kufanya nini? Amekuja kufanya nini? Why did he come? Neno la Mungu linatuambia kwamba kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, mstari wa 38 na o bali mapenzi yake yalionipeleka. Kwa hiyo kusudi la kwanza, kwa nini Bwana Yesu alikuja? Kufanya mapenzi ya Baba. Tunayajuaje mapenzi ya Baba? Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Lakini vilevile mstari wa 39 anasema, na mapenzi yake yalinipeleka ni haya ya kwamba katika wale alionipa nisimpoteze mmoja bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba ni haya ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hapa tunaona Bwana Yesu amekuja kwa ajili ya kila mtu mmoja mmoja. Ndio amekuja kwa ulimwengu lakini amekuja kukufuata wewe binafsi kwa ubinafsi wako, na ndio hii sababu kubwa. Mstari wa 38 nane mpaka mstari wa 40 na Yohana tatu kumi na sita vinatuelezea sababu kubwa ya Bwana Yesu kuja na huu ndio utambulisho wake wa mimi ndimi mkate wa uzima. Sasa tumeshajua Bwana Yesu ni mkate wa uzima, tumeshajua mkate ni nino, ni mwili wa Kristo tumeshajua huu mkate umetoka mbinguni. Tumeshajua huu mkate um, umekuja ili mimi na wewe tupate kuokolewa tupate uzima sani. Lini huu uzima unapatikana? Lini huu wokovu unapatikana? Lini? Sasa ndio tunajibu swali la hiyo nani ya tano when. W ya tano anasema na mapenzi yake yaliyenipeleka ni haya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze ivi hata mmoja, bali kila mmoja ni mfufue siku ya mwisho, msao thelathini na tisa. Kwa hiyo tunaona kwamba kila mmoja atafufuliwa siku ya mwisho lakini lazima amwamini. Mstari wa arobaini unasema kwa kuwa mapenzi ya Baba ni ya kwamba kila mtazamaye, kwanza unamtazama na kumwamini yeye, awe na uzima wa na milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo huku kumtazama na kumwamini ni leo matokeo ya kumtazama na kumwamini ni kufufuliwa siku ya mwisho. Kwa hapo tunakuwa, Bwana Yesu amelijibu swali lake, swali letu la nne la when. Kwa hiyo ndio maana neno la Mungu linatuambia ukisikia sauti ya Bwana leo, usifanye si moyo wako mgumu, chagua leo uzima. Swali letu la sita ambalo ni h H iko moja How, anaitaka huu mkate Anaupataje? anafanya nini huo mstari wa arobaini unatujibu, kwa kuwa mapenzi ya baba yangu ni haya kwamba kila mtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo anaitaka umkate sharti shalt ni dogo, mwamini utaokoka. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Warumi ya kwamba umwamini Yesu kwa moyo wako ukimkiri kwa, kwa kinywa chako utaokoka. Kwa hiyo kama hujaokoka, huu ndio wakati wako wa kumwamini kwamba yeye alikuja kama mkate wa uzima. Ukiuamini, ukimwamini utapokea wokovu, naye atakufufua siku ya mwisho. Sasa tumeshasikia habari za Yesu, utambulisho wa Yesu, yeye ni nani, ametoka wapi, amekuja kufanya nini, atafanya lini? Vyote hivyo tumevisikia. Sasa kwa wale waliokuwepo kwa wakati huo, hawatofautiani na sisi tuliopo leo. Kama kawaida, neno la Mungu linapokuja panatokea magrupu mawili ya watu. Grupu la kwanza ndio lililokuwa kubwa, ili grupu liliposikia haya maneno ya, ya Bwana Yesu Waliona maneno hayo magumu sana. Mstari wa sitini inasema, basi watu wengi miongoni mwao wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? na kwa sababu hiyo wakarudi nyuma. Palikuwa na watu wengi kumbuka, na kuambia walitoka na mashua wakijua watakula mikate jana. Wamefika wameona hamna mik mikate, kuna maneno ya Mungu tu, ya uponyaji, ya uokovu wa roho zao wameamua kuondoka kwa sababu yale yalikuwa ni maneno magumu. waka Bwana Yesu akajikuta amesimama yeye na wanafunzi wake kumi na mbili, thirteen men standing the rest wameondoka. Na ndivyo ilivyo hata leo, neno la Mungu la ukweli linapohubiriwa huwezi ukakuta makutano makutano. Wanatakaga kitu ambacho kinawa please. Mkate wa tumbo wa leo, inayofurahisha masikio inawewachekesha inawa, lakini when things come tough, especially vitu ambavyo vinabadilisha maisha yetu ya milele adui yuko karibu sana kuwafanya watu discourage, watu na kuwafanya watu warudi nyuma. Ni maombi yangu hautarudi nyuma kwa sababu injili imeumiliwa kwako. Lakini tunamshukuru Mungu, palikuwa na wale kumi na mbili ambao walisimama, ambao walimuona Yesu kule kwenye boti na ndio umuhimu wa kuwa na encounter with God personally. Kwa hiyo mstari wa sitini na saba Bwana Yesu akawaambia wale kumi na mbili na ninyi mnataka kuwafuata wale walioondoka? Simoni Petro akajibu akasema, Bwana tuende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. kwa hiyo hapa tukimwangalia tu Petro alivyosema inatuthibitishia kwamba all along Bwana Yesu alikuwa anazungumzia neno lake kuwa ndiyo uzima kwa sababu, kwa nini Petro hapa aseme tuende wapi? Na kwako kuna uzima, kuna wewe una maneno ya uzima. Angeweza kusema wewe unao mkate kama wale wengine wanaotaka mkate, yani sisi we are staying kwa sababu tunajua utatupa tu mkate wa kula hivi tumbo. No, alikuwa anazungumzia maneno ya uzima. Kwa hiyo ni maombi yangu kwamba sisi wote tutakuwa kama Petro na Yohana na Yakobo na Bartolomeo waliobaki pale kwa sababu ya neno la uzima. Kwa sababu mimi binafsi, kwa unajua, ni ushuhuda wangu, ninaamini ni neno ndio linaloponya kweli. Unaweza ukaombewa, lakini kama nyuma ya maombi hamna neno, hamna nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ipo kwenye neno, na ndio maana Mungu, Mungu hata wakati anaumba alistamka neno, vikawa akasema na iwe hivi, ikawa. Kwa hiyo hata kwenye kuomba, tunapoomba lazima tulitumie neno la Mungu kwa sababu ndilo linalookoa. Sasa nakuuliza wewe, ambaye umeisikia leo habari hii njema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba yeye alikuja kama mkate wa uzima, na bado leo yeye ni yule yule, jana na leo na hata milele, bado anakuuliza Je, yeah, unataka kuula mkate huu ili upate uzima wa milele? Ni maombi yangu kwamba utasema ndio, na kama ulishasema ndio huko zamani endelea kula mkate daily. Na hii imenikumbusha kwa nini tunapoomba sala ya baba yetu tunasema utupe leo mkate wetu wa kila siku. Mkate unatakiwa uliwe kila siku kama tunavyokula chakula cha, cha tumbo ili la mwili, roho zetu nazo zinahitaji mkate, na bila huo mkate ndio tunafifia, tunanyong'onyea, tunapata malnutrition, mwisho mtu anakufa kiroho, kwa sababu hapati ule mkate unaomtia uzima. Basi Mungu atutie nguvu, atupe kiu na njaa ya neno lake na na, na, na maarifa ya kula huu mkate kila inapoitwa leo. Mungu akubariki sana. Ninaomba kama bado hujasubscribe, naomba subscribe, share, like and comment na Mungu akipenda tutaonana tena wiki ijayo kwa mwendelezo wa series hii ya The Seven I Am's, Mimi Ndimi Saba. Amen.